Mwalimu karibu uzungumze na wanahabari. Mmejiandaje timu yako kiufundi kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Tanzania Prisons? Karibu sana mwalimu. Ah, jambo moja tunamshukuru Mungu bado ni wazima wenye afya njema. E, lakini ni kesho tuna mchezo wetu wa ligi dhidi ya wapinzani wetu Tanzania Prisons. Tunajua ni mechi ngumu kwa sababu ni wapinzani wetu ukiangalia zaidi wana mechi kama mbili wame, wame lost gemu mbili wamewini gemu moja nalifahamu hilo, kama ni mchezo wa kesho ni mgumu zaidi, lakini sisi Mbeya City tumejipanga zaidi kuhakikisha kwenye mechi ya kesho tunaondoka na alama tatu. Na ni, ni, ni, ni ongee tu kiuhalisia, dabi wala ni gemu ngumu, haijalishi huyu nani wala huyu hapa nani wala sisi hatuangalii ni matokeo ambapo tumeyapata huko nyuma, yaani sisi, ni mechi ya kesho ni mechi mpya, tuna uhakika ni mechi ngumu, ni mechi ya dabi. Kwa hiyo nitaongea tu nikiuhalisia zaidi kuwa tunawaheshimu zaidi ni wapinzani wetu, ukiangalia, ni, ni mechi ya kesho ni wenyeji, ni Mbeya City. Eh, yani, mnajambo, ni yaani mna jambo ni washabiki wetu ambapo wameikosa kwenye gemu ya kesho ambapo walijipanga zaidi kutushabikia kutupa nguvu zaidi, ni asari hapo ipo, lakini sasa, ni kwa jinsi ilivyotokea, hatuwezi ni kupingana nayo hapo ilipo. Ni advantage ipo ni kwa sababu moja sisi tu, tumeshauchezea huo uwanja tumeshauzoea. E, ni mechi ya pili bila shaka hapo, na mechi pale tulicheza ni mechi ya kirafiki, kwa hiyo hatuna hofu nao sana ule uwanja e, ni ambapo na vile vile tuna confidence zaidi. Ukiangalia ni gemu iliyomalizika tumewini goli tatu hata na, na vijana wangu wameshauzoea uwanja na leo vilevile, yaani tuna mazoezi yetu ni ya mwisho pale saa nane, basi hamna shida, ni safi tu. Ndugu vijana wangu tayari kwa muda huu, nawaamini zaidi Nimeshawaseti na nilikwambia striker, yeye mwenyewe kazi yake yake tumemsajili ni ni yani, ni kuzifanya zile chansi ziwe ni mabao. Bila shaka, juzi wamezitendea haki, ukiangalia, tumezitengeza ni chansi nyingi, lakini tumezitumia tatu. Imani yangu hata kwenye mchezo wa kesho tutazitengeza chansi nyingi, lakini sasa ni utumiaji m, nawachia wao ni mastreka wangu. Tunabudi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Uh, maandalizi yameendelea ya vizuri na tuna morali ya kutosha kuelekea na mchezo wetu wa dabi. Tunafahamu ni mchezo muhimu sana, na tunahitaji kuonyesha kila ambacho tulikuwa nacho na kuwa uh, na mwendelezo mzuri ambao tulikuwa nao kwa sasa. Nashukuru kwa kwa sasa tumerudi katika hali ambayo ya morali zaidi, tumerudi kwa maana timu ina motivation ya kutosha Uh, yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwa mchezo wa kesho, kuona jinsi gani tunaweza kutoa upinzani na kuweza kupata alama tatu.